Ndugu zangu, natambua kwamba wananchi wa Matetereka ni wakulima. Naomba niendelee kusema katika ilani yetu tunavyo viwanda vinne katika jimbo letu la Madaba, navyo viwanda hivyo vinazungumzia e, uchakataji mazao wa mazao ya misitu. Naomba niwaambie wananchi wa Matetereka, niko tayari mukituchagua hiyo tarehe ishirini na tisa kuhakikisha tunasimamia huo ujenzi wa viwanda vya uchakataji wa mazao ya, ya, mza, mazao ya misitu. Na waomeni muendelee kulima mazao ya misitu kwa sababu yana faida nyingi. CCM oye! Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan, nani kama Dr. Emmanuel John Nchimbi oye! Oye! Msigwa, mgombea wa ubunge jimbo la Madaba. CCM oye! Kitabu chetu cha ilani ya CCM kimejielekeza kwa mambo mengi, na naomba niwaahidi kwamba nitakwenda kuisimamia serikali yetu pale tutakapokuwa tumepewa ridhaa pale tarehe 9. Hebu ndendeni mkapige kula kwa wingi. Ninatambua mnao imani kubwa na mimi Naomba niwaahidi kwamba nikopesheni imani na mimi, nitawalipa imani. Niko tayari kufanya kazi ile ambayo mtakwenda kuniajili tarehe ishirini na tisa, lakini naomba niwaambie, nitafanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa na kusimamia miradi yote ambayo wananchi wetu wameletewa na serikali yetu. Mama Samia oyei! Yeah, naomba niombe kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu raisi wetu na ambaye mgombea wetu wa uraisi kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Naomba kura nyingi sana za kutosha kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naomba nione mikono ambao wako tayari kumpigia kura mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hizo ndio kura za mama Samia Suluhu Hassan, nioshe mikono Ndugu zangu wananchi pamoja na wanachama wa CCM, naomba niendelee kuomba kula za mimi ambaye ni mgombea wa ubunge katika jimbo letu la Madaba. Kwa majina naitwa Omary Msigwa, lakini ukipenda zaidi unaweza kusema super feo, mkurugenzi wa mabasi hayo. CCM wewe! Lakini vile vile naomba niendelee kuomba kula kwa ndugu yangu Mwenda ambaye ndiyo mgombea wa nafasi ya udiwani katika kata ya Matetereka. Mwenda oye!